ukomwa bando kilio bungeni. Wabunge wahoji kwa nini vifurushi e, viishe kabla ya kutumika. Wamesema hiyo ni dalili ya wizi. Wahoji pia faida ya uwekezaji wa hisa za Vodacom, serikali msemaji e, wa Vodacom wafafanua. Lakini wana maombi walivyopokea mwili wa padri Nkwera, wana maombi walivyopokea mwili wa padri Nkwera. Lakini kuna padri anasema hezle bila Nida hakuna mkopo kwa wanachuo bila Nida, hakuna mkopo kwa wanachuo lakini Bazecha Chadema salama, bahari inatema uchafu e, ee, Bazecha wasema Chadema ni salama, bahari inatema uchafu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi, ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam, na tukicha gazeti la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe. Kwenye gazeti la Nipashe inaanza habari inayosema Bazecha yatoa neno kwa viongozi makada kujiengua ndani ya Chadema. Bazecha yatoa neno viongozi wa mkada kujiengua ndani ya Chadema, lakini mkemia akana unga kuwa na dawa za kulevya. Mkemia akana unga kuwa na dawa za kulevya, lakini shauri e, kupinga mabadiliko ya sheria la nguruma na wabunge waja juu watoto wajawazito kulipia matibabu. Wabunge e, waja juu watoto wajawazito wa kulipia matibabu lakini bado kuna habari inayosema Mpango agiza mambo matano kwa benki nchini, Mpango wa agiza mambo matano kwa benki nchini. Lakini bilioni mia mbili tisini na moja nukta tano tatu kuleta mageuzi tehama, bilioni mia mbili tisini na moja nukta tano tatu kuleta mageuzi tehama. Hiyo ni habari pia. Kuna gazeti ya Nipashe ukurasa wa mbele na tukiachana gazeti ya Nipashe tuangazie sasa gazeti lako la Habari Leo linaandika wanaojiondoa Chadema wadaiwa kugoma kupatanishwa, wanaojiondoa Chadema wagoma wadaiwa kugoma kupatanishwa kupata. Lakini Tanzania yatajwa kinara kiuchumi, ni uboreshaji wa mazingira ya biashara uwekezaji. Finland kuwekeza afya, dawa na kilimo. Lakini Samia amwaga rais wa Finlandi kwa gwaride na kuna habari na nasema Ulega aagiza uchunguzi watendaji ujenzi mwendokasi. Kampuni za simu kuja na mfumo wa kukabili wapotoshaji uchaguzi mkuu. Lakini Dr Mpango agiza mambo matano mageuzi ya benki hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini gazeti lako la mwanahabari gazeti bora linaandika mapinduzi ya Rais Samia uchukuzi. E, mapinduzi ya rais Rais Samia samia uchukuzi bajeti ya mawasiliano kuimarisha biashara mtandao nchini. Lakini Dr Toba atoa agizo kwa watendaji ujenzi eh, wa shule Dar es Salaam. Ewula yawataka wanatanzania kuvuna maji ya mvua, na waziri Ulega aagiza uchunguzi wa watendaji BRT. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwa asubuhi ya leo. Na gazeti lako la Machinga, sauti ya wanyonge, linaandika INEC yataka viongozi mikoa 16 kushiriki kuondoa waliokosa sifa, lakini msiwaficha watoto wenye utindio wa ubongo msiaficha watoto wenye mtindio wa ubongo. Benki ya Dunia yaridhishwa na utekelezaji miradi ya REA. Benki ya Dunia yaridhishwa na utekelezaji wa miradi area. ya REA, lakini yaahidi kuendelea ushirikiano. Ni miradi ya usambazaji umeme vitongoji na uhamasishaji wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, lakini yaipongeza kuendelea kuchochea ubunifu na kuendelea kuendelea ya teknolojia kwenye eneo la nishati safi ya kupikia na nishati mbadala na Ulega aagiza uchunguzi wa watendaji BRT namba 4, Ulega aagiza uchunguzi watendaji wa BRT namba 4 ilimbad linapatikana kwenye gazeti laku la Machinga, Sauti ya Wanyonge, ukurasa wa mbele. kini gazeti laku la Dira linaandika watendaji BRT wachefua Ulega, watendaji BRT wanne wachefua Ulega, e Ulega amwagiza katibu mkuu wa wizara ya ujenzi kumpa ripoti ya usimamizi wa mashauri wote lakini akerwa na uzembe mkubwa unaosababisha misongamano, asema foleni mjini inamuumiza kichwa Dr. Samia. Lakini kuna habari inasema Dr. Mpango atoa tahadhari eh, kwa mabenki kuepuka upotevu wa rasilimali. Na Islam hueli tusimame kifua mbele kuzipongeza kazi za Rais Samia. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Dira ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam lakini kuna habari inayosema tu, Watanzania tujenge desturi za kuvuna maji ya mvua au ni Uhuru wasema, Watanzania tujenge desturi ya kuvuna maji ya mvua. Lakini kuna gazeti lako la Uhuru linaandika Morogoro, Morogoro ni ngome ya CCM. Huyo ni makala Finlandi ya ahidi makubwa wanawake. Lakini ulega awabana watendaji BRT lakini bundi afanya makao Chadema, bundi afanya makao Chadema. Dr Mpango atoa maagizo vot na tba yashirikisha viongozi kuondoa watu wasio na sifa. Yashirikisha viongozi kuondoa watu wasiokuwa na sifa. Na serikali ya, wa ya wabana matapeli mitandaoni. Serikali ya wabana matapeli mitandaoni. Habari inapatikana kwenye gazeti la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini Zanzibar Leo gazeti lako linaandika Rais Mwinyi awataka wahisani kusaidia madrasa za Qur'an i tuzeni mazingira kujiepusha na maradhi, Hemedi asema. habari inaendelea ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. na Dkt. Samia amwaga rais wa Finland asifu mazingira bora ya uwekezaji. Hiyo ni habari ukurasa wa pili wa gazeti lako la Zanzibar leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuna habari inasema serikali kujenga kituo cha mikutano kimataifa. Serikali kujenga kituo cha mikutano kimataifa. Na tukiachana na gazeti lako la Zanzibar leo, eh, ukurasa wa mbele sasa tuangazie kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Dira lenye linaandika Musofe aitakia ushindi Simba leo Moroko, ina habari ukurasa wa 14 lakini Yanga JKT Tanzania nusu finali ya RDB FA kesho. Yanga JKT Tanzania nusu finali ya RDB kesho. Simba na Berkane leo ndio leo fainali ya kwanza. Simba na Berkane leo ndio leo fainali ya kwanza. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Dira, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti lako linaandika eh, Bangala azigonganisha timu ligi kuu, Bangala azigonganisha timu ligi kuu. Lakini Yanga JKT Tanzania hatumwi mtoto kesho, Yanga JKT Tanzania hatumwi mtoto, eh, kesho. Simba kibaruani leo, Fadru apiga mkwara eh, Simba kibaruani Leo Fadlu apiga mkwara. Lakini chifu Njohele e, asema alichofanya mbunge Asenga Kilombero apongezwa, e, chifu Njohele asema alichofanya mbunge Asenga Kilombero apongezwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Kilombo na habari, lakini habari kubwa kwenye gazeti hili ni yanga dhidi ya JKT Tanzania hatumwi mtoto kesho. Hiyo e, ni nafasi ya nusu fainali kuingia fainali, ni yanga dhidi ya JKT e, kesho huko Tanga. Hiyo ni gazeti lako la mwanahabari ukurasa wa michezo, lakini wa Machinga, gazeti lako asubuhi ya leo lina habari kubwa inayosema veterani Zanzibar Brazil kuumana Zanzibar. E, veterani wa Zanzibar na Brazil kuumana Zanzibar. Lakini Masaka ampa zawadi kocha Lema, huyu ni Aisha Masaka ampa zawadi kocha Edna Lema wa Yanga Princess. Lakini kuna habari inayosema Simba Berkane ngoma kuchezwa Amani Complex. E, bado ngoma ngumu e, Simba na Berkane. Eh, fainali kuchezwa Amani Kompleksi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo, pate na kile yako kwa habari kwa kina. Na habari kubwa ni hapa na Simba ni Berkane na ngoma kuchezwa Amani Kompleksi, hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti lako la Machinga, kurasa za michezo. Lakini gazeti lako e, la habari leo kwenye michezo linaandika JKT ya Itisha Yanga, JKT ya Itisha Yanga, Simba ya Saka rekodi ya Afrika Serikali: uwanja wa mkapa uko sawa e, ni baada ya kafu kupeleka e, mchezo wa fainali Zanzibar. E, serikali watoa neno, wasema uwanja wa Mkapa uko sawa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa michezo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini sasa tuangazie gazeti lako la mwanaspoti e, kwenye michezo na burudani ya asubuhi ya, ya, leo lina habari inayosema ile siku ndo leo e, ile siku ya fainali ya kwanza e, ya simba dhidi ya Berkane ndio leo huko Morocco. E, habari inaandika ili siku ndo leo, baada ya siku 1100 1194 Simba katika fainali ya kibabe, mastaa watengewa shilingi bilioni moja kibadeni, dalali watia neno e, baada ya siku 1194 Simba katika fainali ya kibabe, mastaa watengewa shilingi bilioni moja kibadeni, dalali watia neno lakini dakika tisini ngumu, ngumu kwa Yanga na JKT Tanzania. Mitaa ya Lamine nyayo mitaa ya Katalunya, barka bingwa la liga abark eh, bingwa la liga Hispanyora haijapenda. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanahabari eh, Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, lakini habari kubwa ni ile siku ndio leo ya fainali ya Berkane eh, na Simba. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina, na gazeti la Mwanaspoti ndio inatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.